Katika jaribio la pili, Mustu alimpeleka Jim kwenye korongo lenye miamba mikali. Kulikuwa na kamba nyembamba iliyoelea juu ya korongo hilo, ikiwa njia pekee ya kuvuka. Unavutiwa na nguvu za mwili, Jim, Mustu alisema huko akimpa maagizo. Lakini nguvu ya kweli inatoka kwa akili yenye utulivu. Kivuko hiki kitakufundisha kwamba hofu ni adui wa kila mpiganaji Jim alishika kamba hiyo, lakini moyo wake ulianza kupiga kwa kasi. Alipoangalia chini, aliona kina kirefu cha korongo hilo na alihisi tumbo lake likifumba kwa uoga. Basta, naweza kweli kufanya hili? Aliuliza huku miguu yake ikitetemeka. Unaweza, Mustu alisema bila huruma, lakini ukishindwa kuamini, utaanguka. Jim alijaribu kujituliza, alifumba macho kwa sekunde, akasikiliza sauti ya upepo ikivuma, kisha akaanza kuvuka kamba hiyo polepole. Kila hatua ilikuwa vita kati ya hofu na imani. Alipovuka upande wa pili, alijikuta akihema kwa nguvu, lakini hofu yake ilianza kupungua. Hii ndio njia ya kushinda hofu, Musto alisema, akimpiga Jim begani, si kwa kuikimbia bali kwa kuikabili. Simulizi hii ya Mpiganaji itapatikana hivi karibuni kupitia SNS Premium.